Uh, habari mwanafunzi wangu. Ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam yombobuza kwa Mama Kibonge. Usisahau kusubscribe, kulike, na comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili wao waanze kupata masomo yangu, kila leo ninapotoa. Leo tupo na kiumbe ambaye anaitwa Marun. Kiumbe huyu kodi yake namba tano, ambapo kazi zake nyingi za nguvu kwa mfano Uh, ukiwa na changamoto ya nguvu, yani wa kupigana nguvu ya ubondia ile ndundi eh, lakini ukihitaji utii, ukihitaji kuwa mtu mwenye huruma, upendo eh, kuwa mtu mwenye fedha, utajiri, mvuto wa mali na kila kitu yani. Kwa huyu kiumbe anasimama katika kila kitu ambacho kinachosimama katika dunia hii ya sasa, na ndio maana viumbe hawa walikuwa wanatumika na wakuu uwa, watawala zamani, majeshi na kadhalika. Kwa hiyo utakuta mfalme uh, ashindwi kila anapoenda anashinda, kwa sababu ya utawala kama huu, anamiliki viumbe kama hivi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo viko nyuma ya pazia na vinahitaji uh, ufumbuzi. Kuna prosesi nyingi za kumiliki kiumbe huyu ambazo kikawaida unatakiwa uzifuate. Prosesi ya kwanza ni ile hali ya kupita shortcut. Kwa wewe ambao unamhitaji, gharama yake ni milioni nne na pete yake zipo, kwa hiyo ni kitendo cha kunasibisha wewe na kiumbe wako, basi kila kitu kinakaa kuwa sawa na usisahau kama tupo katika kipindi cha ofa ambacho ofa hii inachukua kile kiasi ambacho wewe ulichonacho, alafu nyingine una uwezo wa kulipa polepole, huku pole ukiwa unamtumikisha kiumbe wako. Njia ya pili ni ile hali ya kukaa riadha ya kumuita huyu kiumbe na aweze kukusaidia kwa wewe unaetaka kukaa naye riadha. Kwa hiyo wewe unatakiwa kusubiri katika episodi ya pili ili uweze kuelewa namna gani huyu kiumbe anahitajika, lakini ujue kabisa Marun ni kiumbe mwenye nguvu sana, ila uh, kazi yake na kafara yake ni moja tu, yaani yeye ya anachohitaji, sharti lake, itakapofika Friday yani siku ya Ijumaa, basi usifanye kazi zozote, yani wewe tulia, yani ni sawa kama na msabato vile, kwa hiyo Ukiweza kufanya hivyo, basi huyu kiumbe unaweza kummiliki kabisa. Lakini ukihisi kama wewe siku ya Ijumaa una hofu e, basi achana naye kabisa. Lakini kama unahisi wewe una mudu basi unamchukua. Yani katika viumbe unatakiwa uangalie masharti unayaweza. Kwa hiyo sharti hili ukiona uliwezi achana naye, yani usijilazimishe, chagua kiumbe wingine, viumbe wako zaidi ya bilioni. Kwa hiyo wewe angalia anayekufaa, mwanafunzi wangu, niseme tu kwamba uh, kuna grupu la WhatsApp ambalo linaitwa Teach Yourself 001 ambalo grupu hili kiingilio shilingi elfu kumi na kila mwezi utalipa shilingi elfu tatu. Ni grupu la kufunza maswala ya tiba asili na tiba mbadala kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo karibu sana, kama unatamani kukuza elimu yako na kukuza brandi yako, karibu sana mwanafunzi wangu. Wasiliana na mimi kwa changamoto mbalimbali, kwa namba za simu jumlisha mbili tano tano saba sita tano arobaini na tano themanini na tisa kumi. Babu Bidabida hapa, asante.